Alhamisi hii NASA imeachana na jaribio la kurusha SpaceX Crew 10 ambapo ilitakiwa kurusha Alhamisi hii, na sababu kubwa ya kuahirisha kwake ni kutokana na upepo mkali ambao ulivuma kwenye njia ya ndege. NASA na SpaceX wamepanga kuzindua jaribio hilo la SpaceX Crew 10 Ijumaa ya tarehe 14 mwezi wa 3 2025. Jaribio lijalo la SpaceX limepangwa kupeleka wanaanga wanne kwenye Kituo cha Anga cha Kimataifa yani ISS, ambako litafanyika Ijumaa saa saba na dakika tatu usiku, baada ya uzinduzi uliopangwa kufanyika siku ya Alhamisi ukiwa kwamba umefutwa, na kuwapa timu muda wa kurekebisha tatizo la mfumo wa majimaji wa ardhini lililosababisha kufutwa kwa uzinduzi wa awali. Wakifika ISS, chombo chao cha anga cha Dragon hatimaye kitaleta nyumbani wanaanga wa Starliner wa Boeing waliokwama ambao wamekuwa wakingoja safari tangu mwezi Juni. Ikumbuke kwamba huko angani walikwama wanaanga wawili, na sasa kifaa hicho kipya cha SpaceX Crew-10 kitakwenda kuwaokoa wanaanga hao ambao walikwama tangu mwezi Juni elfu mbili ishirini na nne. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.